kwamba sisi serikali tutashirikiana na yeye kwanza kulinda miundombinu yote ya Tanesco dhidi ya mtu yoyote anayepanga jambo lolote. Lakini mbili, naendelea kuonya kwamba Dar es Salaam sio mkoa wa majaribio. Huu ni mkoa ambapo taifa limeweka vitu vingi, limewekeza. Hatuwezi kuruhusu hata kidogo kichaa mmoja wa akili akajizima data ili kuweza kufanya uharibifu akijizima data tutamuasha ili aweze kupata network vizuri ya namna taifa inavyoopereti. Kazi kubwa ambayo inafanyika katika mradi huu ya ujenzi wa miundombinu ya umeme, tumeshakamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini sasa sisi hapa katika wilaya ya Ubungo tumepata fursa ya kuwa na mradi ambao utapokea umeme unaozalishwa kule kwa ajili ya usambazaji. Tunakushukuru na kukupongeza sana kwa kazi kubwa unayoifanya ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam na wilaya yetu ya Ubungo, kufika kwenye maeneo ambayo serikali inatekeleza miradi mbalimbali mbali. Vijana wetu wamepata fursa ya kufanya kazi hapa katika mradi huu. Shirika la umeme Tanesco kwa kushirikiana na mwenyekiti wamekuwa wakitoa taarifa kuwajulisha wananchi kwa nafasi ambazo zinapatikana hapa na vijana wetu wanaweza kuzifanya na hilo limefanyika kwa uhakika kabisa. Kwa hiyo mradi huu una faida kubwa, lakini kitendo cha mradi huu kuwepo hapa, tunaamini maendeleo mengine yatakuja, ikiwemo uboreshaji wa miundombinu kama ya maji na barabara ili kuhudumia katika eneo hili. Lakini tukuahidi Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi kama Wanaubungo, wana Mabibo, tutaulinda na kutoa ushirikiano mkubwa kwa shirika la Tanesco kuhakikisha kwamba mradi huu unaendelea kuwepo salama na unaleta tija kwa taifa letu, lakini